Sasa tuelekee Kaunti ya Baringo, ambapo changamoto za miundombinu zinazokumba shule nyingi zinatishia juhudi za kufanikisha masomo. Naam, kaunti ndogo ya Tiaty ni mojawapo ya maeneo yaliyoathirika zaidi, huku wanafunzi katika shule nyingi wakilazimika kusomea chini ya miti kutokana na uhaba na wa madarasa na walimu wao pia wakitumia ofisi za muda zisizokuwa na vifaa vyovyote. Naam, Serfine Achieng Ouma sasa iko tayari na taarifa hiyo. Milima ya Tiaty mojawepo ya maeneo yenye mandhari ya kuvutia katika kaunti ya Baringo. Mandhari ni ya kuvutia, lakini hali ya shule nyingi katika kaunti ndogo ya Tiaty inatoa taswira tofauti kabisa. Shule ya msingi na ya sekondari ya Domo iliyoko Koloa ni mojawepo ya shule nyingi za umma zilizoko katika hali mbaya. Shule hii ambayo ilianzishwa zaidi ya miaka kumi iliyopita bado inakabiliwa na changamoto ya uhaba wa madarasa. Masomo yanaendelea hapa, ila wanafunzi wanalazimika kuketi juu ya mawe wakipambana kukata kiu ya masomo. Wakati wa jua kali watoto wanachomwa wana na jua, na wakati wa mvua mingi tunafanya what we call integrated classes Baadhi ya wanafunzi wa madarasa ya juu ndiyo hutumia madarasa machache yaliyopo, ila hapa pia kuna tatizo lingine: walimu wawili wanalazimika kufundisha madarasa mawili kwa wakati mmoja ndani ya jengo moja. Walimu wa shule hii pia hawajasaazwa na hali hii mbaya, ofisi yao ikiwa chini ya miti.

Shule ya Natirira ECDE ina jumla ya wanafunzi 22. Awali wanafunzi hawa walikuwa wakisomea chini ya mti hadi mfadhili mmoja alipowapa kibanda hiki chenye vyumba viwili. Tunaarifiwa kwamba mchana kinatumika kama shule na usiku huwa ni chumba chake cha kulala. Lakini pengine jambo la kuhuzunisha zaidi ni hali ya watoto hawa ambao hawana sare za shule na wanalazimika kuketi kwenye sakafu yenye vumbi bila vifaa vya kuandikia. Ivon Cheregai ni mwalimu asiye na mafunzo rasmi, lakini alijitolea kuwafundisha watoto hawa baada ya wazazi wao kumwomba kuwasaidia. Shule iliyoko karibu na hapa iko umbali wa kilomita kumi, na ni hii ilikuwa nafasi yao pekee kwa watoto wao kupata elimu. 18 schools we have teachers and the 25 uh we don't have teachers. Licha ya changamoto wanazokabiliana nazo, watoto hawa wanazidi kuwa na ari ya kusoma wakiwa na matumaini kwamba serikali na wafadhili wengine wataingilia kati ili kuboresha hali yao, angalau wapate fursa sawa na wenzao. Serfine Achieng Ouma, Runinga ya Citizen.